Ommy Dimpoz ameandika kwenye peji yake ya Instagram baada ya tetesi za yeye kufukuzwa na bosi wake GSM. Imeelezwa kwamba ameondolewa kwenye ofisi yake. Kwa mujibu wa tetesi ambazo zimeanza kusambaa toka usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, zinadai kwamba jamaa amefukuzwa ofisini na mpaka fingerprint ya mlangoni imebadilishwa, yani kiufupi haitajiki ofisini, yani kiufupi katimuliwa, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilianzishwa na Juma Lokole. Sasa Ommy amekwenda kwenye peji yake ya Instagram ameandika kwamba sasa itakuwaje, na mtaani kulivyo kugumu, kuimba kwenyewe nimesahau verse nye. Watu wengi wamekuja kucheka kwenye sehemu ya comments hapa. Unajua, Mdimpoz ni mtu wa masiara so anavyoandika hivi, sijui kama hii issue ya yeye kufukuzwa na GSM ni kweli ama watu tu wameamua kuzusha eh, na haina ukweli wowote. Nimeona Juma Lokole amekuja kucomment akiandika, ushakuwa tajiri komaa tu kaka yangu. Mwingine kaandika nenda veta tu ukajifunze na wewe kubadili fingerprint, si wamesema umebadilishiwa. Mwingine ameandika <laughs> yani, binadamu wanaweza kuwa na habari zako ambazo wewe mwenyewe hauna. Mwingine kaandika bro, uh, please nisaidia walau laki moja, nina shida nayo sana bro Dimpoz. Mwingine kaandika hao, uh, uh, ndo watu wana habari zako ambazo wewe mwenyewe unashangaa, ni mimi kweli jamani, mbona mimi sijui haya, tajiri eh, ni hayo tu. Mwingine ameandika kasheshe sasa itakuwaje na mtaani huku baba ukija eh, lazima ujifunze tu kubeti, hakuna namna. Mwingine kaandika hiyo ndo vita, ni vita mura, pambana uli enjoy sana kioyonzi, ni muda wa kula joto eh, la jua. So baadhi ya watu ambao wanapita kwenye peji ya Ommy Dimpoz eh, fuatia hiki ambacho Omi kakiandika aki cheese kidogo kwa hizi tetesi ambazo zimeanza kusambaa toka eh, Jumatano ya wiki hii. Akieleza kwamba amefukuzwa ofisini kwa GSM, kwa sasa ana kazi, kafungashwa virago ndo kaondolewa, yani ile, unajua kuna ile tofauti ya kuachishwa kazi na kutimuliwa. So tetesi zinasema kwamba ametimuliwa kazini. Nafikiri Ommy Dimpoz mpaka anaandika hivi, inawezekana mambo hayako hivyo, labda tu ni watu wameamua kuzusha na stori hazina ukweli wa wote. Sijui una mtazamo gani? Hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.